na ukitoa kichwa utazungumza maneno dumi, itatikisika. Wasitujaribu. Unamiliki YouTube channel ya chama, unalipwa wewe. Leo channel yetu umekimbia naye, wamechukua account yetu ya Twitter umekimbia naye, kwa kisingizio kwamba walitumia credentials zao kufungua account hizo. Kwa nini usingefungua kwa jina lako, uone kama watu na kitisa wakikufollow wewe? Watu wamefollow hizo account kwa, kwa sababu zina jina kimia kimia, lakini, na chama. Hata kama ulitumia credentials zako, lakini ungeweka jina la mama yako, uone kama watu wamefuata hiyo account. Inaitwa CHADEMA Digital. Inamilikiwa na nani? Kwenye YouTube akaunti, kila unakopata hits YouTube inakulipa pesa. Wakafungua YouTube akaunti ya chama ina followers laki nne. Kumbe wanaimiliki yeye na kijana mmoja anaitwa Abutalib. Kwa hiyo wanalipa wao kila wiki zaidi ya shilingi milioni tatu. Tumeyakuta hayo na ukitoa kicho tazungumza maneno dumi itafikisika. Wasitujaribu. Unamiliki YouTube channel ya chama unalipwa wewe leo. <laughs> wametoka ofisini kwa sababu tumekata milijeleo ya ufisadi. Wanapiga kelele huko na waende, watakwenda wakaone pasia. Hatuwezi kuona chama cha Kijani yetu umekimbia naye. Wamechukua account yetu ya Twitter umekimbia naye, kwa kisingizio kwamba walitumia credentials zao kufungua account hizo. Kwa nini usingefungua kwa jina lako uone kama watu kwa kwa na kitisa wakikufollow wewe? Watu wamefollow hizo account kwa sababu zina jina na chama. Hata kama ulitumia credentials zako, lakini ungeweka jina la mama yako uone kama watu wamefuata hiyo account.